mwenyekiti vijana karibu sana Mbogwe, lakini nipende kutambua uwepo wa babaangu Kasandamela Nicholas. Baba karibu sana niwakaribishe, na wageni wote mlioongozana kwenye msafara huu, jisikieni amani. Mheshimiwa mwenyekiti wa vijana taifa, kwanza ninayo furaha kubwa isipokuwa muda hautoshi, naomba unikubalie dakika moja tu. Nataka nikwambie miujiza aliyotenda Mama Samia Suluhu Hassan. Siyo siasa nazungumza ukweli wa Mungu kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu. Kipindi mama anachukua nchi hii, Wilaya hii ilikuwa choka mbaya. Hatukuwa na rami hata chembe moja wilaya hii. Lakini pia upande wa madini tulikuwa na matatizo mbalimbali. Leseni kwa wazawa zilikuwa hazipatikani na mimi waliponiamini tarehe ishirini na nane elfu mbili na ishirini nikaenda kumwambia mama nataka wazawa wa Mbogwe wamiliki leseni ili nawe wawe mabilionea leo, ninavyoongea hivi, ninavyoongea hivi sasa hivi hapa Mbogwe kuna watu mabilionea wakufa mtu. Wewe utalala hapa utaona nyumba mtakazolala hapa mzuri zote zimekingwa na wana Mbogwe Mbogwe. Sasa Mbogwe hivi imekuwa tishio kwenye taifa la Tanzania. Mbogwe wageni wanaingia na mimi. Kwa kweli wananchi hao walishaniamini kuwakaribisha tu wawekezaji ili wawekeze mali zao waishi kwa raha pamoja na wapenzi wao. Mheshimiwa mwenyekiti wa vijana, hata kama wewe hujaoa, angalia umati wote huu, hakuna mbaya hata mmoja, wote mabinti ni wazuri wote Sikutani, yani, ukiona demu mbaya hapa ujue sio wa Mbogwe, labda ametokea maeneo mengine, lakini Mbogwe ni uhalisia, tunaishi vizuri. Anzia DC mwenyewe ni chuma, lakini pia mwenyekiti wa chama ni chuma, lakini pia mwenyekiti wa vijana naye ni chuma, ukiangalia bodyguard nao ni chuma, kwa hiyo sasa kamwambie tu Mheshimiwa Rais, sisi tunangojea tu wakati ufike. Sisi hatuna no reform wala no relaction tena, sisi wasukuma hatunaga mambo hayo, tulilindila uchaguzi litengwi ligozi hakati tichene bagosha waiai, wananifurahisha sana. Unajua wananchi wao, mwenyekiti, kama nitakukwaza samahani, juzi wamenichangia pesa zao kunichukulia fomu kule ngemo na mimi zile pesa nimeziweka kwenye kisanduku bubu, sizitumie mpaka siku ifike, ili niende nikazichukulie fomu. Sitaki nizitumie kwa, kwa matumizi mengine. Mheshimiwa Chifu wa siku ya leo, umeitwa jina la Kisumbwa hii wilaya. Mtemi wa kwanza alikuwa Msumbwa. Na uzuri, mtemi yule, simama baba yangu akuone, huyu baba yake ndo amekuwa mtemi. Hata mimi walinisababishia mimi, sikuoga mwanasiasa, walinisababishia mzee huyu kuingia kwenye siasa, na mpaka sasa hivi ni mtemi, ninaliongoza hili jimbo. Mwisho niseme, mambo mengi yamefanyika, lakini pia nitoe taarifa tu kwamba yajayo yanafurahisha, na mimi niwaombe tu wananchi wa Mbogwe kwa, kwa kweli msiniangushe. Kwa wale mlio na wasiwasi, ondoeni wasiwasi. Serikali mikononi mwa Samia Suluhu Hassan iko salama salimini kabisa. Naomba mpigie makofi. Sijawahi kukwama jambo lolote mlilo ni tuma likashindikana. Hata sasa hivi nataka niwaambieni, pesa za kilomita mbili zimeingia, nimeambiwa na wataalamu. Lakini pia pesa za TARURA tulikuwa tunadaiwa madeni madeni na, na watu wa, wale wanaotengeneza barabara zetu tayari zimeingia. Lakini pia hapa tumependelewa, tuna kilomita mia moja na mbili nimeambiwa, pesa tayari zimeingia. Lakini pia pesa za vikundi nisi amesema tayari na zenyewe zipo halmashauri zimeingia. Kwa hiyo vijana, yeah. Msiniangushe. Mkutano huu sio wa kawaida. Mwenyekiti Seme Kitoshe, tukisema kwamba